katika Mei kumi hadi kumi na sita tunapoenda kujifunza mada inayosema misingi ya unabii. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Isaya sura ya sita aya nane. Neno la Mungu linasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi, hapa nitume mimi. Kwa ajili ya juma hili tutasoma Isaya sura ya sita aya sita hadi ya nane, Mwanzo sura ya tatu aya ishirini na moja hadi ishirini na nne, Zekiel sura ya kwanza aya nne hadi kumi na nne, Ufunuo sura ya nne aya kwanza hadi kumi na moja, Hesabu sura ya pili aya ya tatu hadi ishirini na tano na Isaya sura ya kumi na nne aya kumi na mbili hadi kumi na nne. Haki ya Mungu ya kutawala ulimwengu imejengwa juu ya nafsi yake kama muumbaji wa vitu vyote. Ufunuo sura 4 ya 11, na pia juu ya tabia yake. Ni katika kugundua tabia ya Mungu ya haki ndipo tunaanza kuelewa ni kwa namna gani na kwa nini wanadamu wenye dhambi wanapungukiwa na utukufu wa Mungu Warumi sura 3 ya 23. Juma hili tutaingia ndani katika maono ya chumba cha enzi na kufikiria jinsi jamii ya wanadamu inavyohusiana na Mungu mtakatifu na jinsi kafara ya Kristo inavyoturejesha na kutuleta karibu na kiti cha enzi. Mungu anapanga kuturejesha, si tu kama mmoja mmoja, bali pia kama jamii, ili kwa mara nyingine tena tudhihirishe utukufu wake kwa uumbaji wote. Kwa kuchunguza katika sehemu nyingine yote ya Biblia tunaweza kupata vidokezo muhimu vinavyotusaidia kuelewa na kuanza kuthamini wito mkuu ambao Mungu ametupa, jamii ya watu wenye dhambi waliosamehewa na kukombolewa. Uasi wa wanadamu hatimaye na milele utakomeshwa, na zaidi ya hayo, tabia ya Mungu ya upendo, tabia yake ya kujikana nafsi na kujitoa kafara itang'aa zaidi kuliko ilivyokuwa katika mpango wake wa asili kwa wanadamu. Ingawa Mungu hakukusudia wanadamu waanguke, kwa njia ya msalaba tabia ya Mungu ya upendo imedhihirishwa kwa namna isiyokifani. Jumapili tutajifunza mada inayosema, mimi hapa nitume mimi. Jumatatu, makerubi wawili. Jumanne kama kaa la moto wakao. Jumatano Mungu katikati ya watu wake. Alhamisi anguko la Lucifer. Ijumaa jifunze zaidi. Kumbuka hili ni somo la saba katika mfululizo wa masomo haya ya kujifunza Biblia robo ya pili ya mwaka 2025. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo